Watazamaji wa jambo Tanzania, karibu na sasa. Tunaendelea baada ya kupata taarifa ya habari iliyoletwa kwako na shinu na Saidi. Kama ambavyo nimekujuza hapo awali, ilikuwa tunafungua kipindi kwamba siku hii ya leo tutabarikiwa kuwa na viongozi wa dini ambapo tutazungumzia mustakabali wa amani na ujenzi wa taifa letu la Tanzania. Na kwa kuanza kipindi hiki, mgeni wetu wa kwanza kwa mwaka elfu mbili na kumi na sita tumebahatika kuwa na Mchungaji samwel Maela. Karibu sana studio za TBC, karibu sana. asante sana na kwa kuanza, labda tungeanza na neno la kutuongoza. Ya vyema sana hmm, uh, tutasoma neno katika kitabu cha Kutoka 35 na, hmm, na msari ule wa 30. Biblia inasema kisha Musa akawambia wana wa Israeli, angalieni Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli, mwana wa Uri, mwana wa Uri na kabila la Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima ya akili na ujuzi na kazi ya ustadi wa kila aina. Neno la Mungu linatuelekeza kwamba kuna watu waliowahi kuchaguliwa na viongozi wa kazi iliyoagizwa na Mungu. E, Musa akasema kwamba amepata ujumbe kutoka kwa Mungu kwamba aliyechaguliwa Bezaeli kwa kuwa ndani yake kulikuwa na moyo mzuri moyo wenye kuheshimu watu, moyo wenye kusikilia kusikia kilio cha watu. A, Mungu alikuwa amemwambia Musa, lakini wengine hawakuwa na habari hiyo. Baada ya Mungu kumwambia Musa, naye Musa akatangaza, walivyoliangalia jina la mtu huyu wakakutana, matendo yanalingana na jina lake na ukitafsiri kwa dunia ya leo ina maana ya ukitafsiri katika dunia ya leo unapata jambo ambalo linatupeleka kwamba tuangalie eh, matendo ya mtu na nia yake. Ah, Mungu aliona nia ya mtu, alipoona nia ya mtu ndio akawachagulia wana wa Israeli kwa kazi fulani ilioko nachaguliwa na ilika katika eh, sehemu ya kuwa, eh, matengenezo katika fahari ya nyumba za Mungu. hmm. Aa, katika wakati kama huu <clears throat> tunajifunza kitu kimoja ya kwamba Mungu hujua ni ya mtu na Mungu hujua anayewafaa wa watu eh. kama wakati huu nikijifurahisha zaidi kwa kusema kwamba Mungu alijua rais wetu kwamba ndiye anayetufaa wakati kama huu. Uh, mara ya mwisho nilikuja hapa wakati zimebakiza siku chache za uchaguzi. Kila tuliokutana nao hapa, kila mtu alikuwa likilia kwamba litakuwaje hatima ya Watanzania, lakini Mungu hakutuacha akatuchagulia mtu mwenye sifa, yani anayelingana na, na, na mahitaji wa Watanzania ndio mm, maana nikanifurahisha neno hili na nikaona kabisa ya kwamba Mungu anaweza Mm -hmm. Kwa mwaka 2016 Mungu anao sababu. Anao sababu nzuri. Yeah. Yaani anao sababu nzuri kwa sababu ni mwaka wa mavuno. Mwaka wa mavuno. Tukisema mwaka wa mavuno ni kwamba mazao yako tayari. Kilicho baki mm -hmm, ni utendaji kazi. Yeah. Mazao yako tayari, kilicho baki ni utendaji ah, kazi. Kazi. Sio shambani la Bwana mm, tukavune. Taifa zuri la Tanzania, Lina kila kitu, lina heshima zote eh. Ikiwa watanzania tuko 2016, tumekubali mioyo yetu ivuke, basi itakuwa ni neema kubwa, mavuno mapema. Naamini na iwe hivyo mm -hmm. Sasa tu m, tukiacha Biblia tusikia alipotuambia mm -hmm. neno lako kwa Watanzania wakati tunaanza mwaka ni lipi? ah, neno langu kwa Watanzania. Ningelipenda pamoja na kunipa neno moja, niongeze mawili yawe mawili au ya matatu. Neno moja la muhimu sana na ambalo ni mzigo katika mioyo ya watu mwaka 2016. Ningependeza kuwa liwe uadilifu. Uadilifu. Ah, uh, mtu mwadilifu huchukia Mtu mwadilifu kuchukia watu kubaki katika kukosa uadilifu. Hivyo mwaka huu ikiwa tutaelekeza ni oyo yetu kwa Mungu na kuchukia uhalifu especially rushwa eh, dhuluma vile vitu vinavyoleta laana ikiwa vitakuwa vimekomeshwa ndani ya mioyo yetu, basi hata katika matendo ya mikono havitofanyika, na hivyo tutajipatia kuwa na nchi nzuri eh, eh, eh, ya familia nzuri. Kwa sababu ukomeshaji huwezi kuanzia kwa watu wengi, unaanzia kwa mtu, alafu ufike upite. E, e, zikiwepo e, dhuluma katika familia ziachwe, zikiwepo dhuluma katika idara ziondoke, zikiwe e, dhuluma katika nyanja mbalimbali, basi uta, tutakuta tuko katika wakati wa makusanyo. So, hakuna mtu atakayekusanya kuweka mkono wake Hakuna atakaye kusanya na kutawanya yes. Basi kile kilitakacho kusanya katika mwaka 2016 kitakuwa cha Watanzania wote. Unaona, ni furaha iliyote, kwa sababu sheria inasema ya Kaisari mpatie Kaisari. Ni kwa sababu gani? Mpatie Kaisari, umpatie Kaisari kwa kuwa Kaisari anajua matumizi yake, na iliyo ya Mungu mpatie Mungu ili Mungu naye afanye malio ya yake. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Hilo neno moja tumesema uadilifu. Uh -huh. Neno lingine? Ah, uh, neno lingine, Nilivyokuwa nimebeba imebeba katika mwaka wa 2016. Uh -huh. Watu watazame na kulipenda taifa.